Karibu tena. Leo tuna kitu mm, cha ajabu kidogo, kitu ambacho sidhani kama umewahi kukisikia, kitu cha kipekee kabisa kabisa. Chanzo chetu cha leo ni mahojiano, lakini sio mahojiano ya kawaida, ni mazungumzo na farasi. Ndio umenisikia sawa, farasi anaitwa Gandour. Waraka wenyewe unaitwa Mahojiano ya Kipekee na Gandour kwa Urefu wa Shingo. Sasa kabla hujaanza kufikiria tumepotea njia, kuna sababu nzuri sana. Lengo letu ni kutumia hekima ya kiumbe huyu ambaye maisha yake yote yanategemea usawa wa shingo yake ili kuelewa jambo letu la kibinadamu sana. Maumivu ya shingo. Maumivu ya shingo na mkao mbovu tunaopambana nao kila siku. Swali ni, je, huyu farasi anaweza kutufundisha nini hasa? na hili ndilo jambo la msingi, sio hadithi ya njozi hii. Ni biomekaniki, sayansi halisi ya jinsi miili yetu inavyofanya kazi. Yaani, jinsi unavyobeba kichwa chako, ambacho kina uzito mkubwa, huathiri kila kitu hadi kwenye vidole vyako vya miguu. Lakini kinachonivutia zaidi kwenye maneno ya Gandour, na nadhani ndicho kitakachokuvutia wewe pia, ni nini hicho? ni jinsi anavyounganisha kitu kinachoonekana na kitu mm, kisichoonekana. Anaunganisha hisia kama uaminifu, utulivu na nia njema na matokeo halisi ya kimwili Aha. Ni kama kugundua daraja kati ya akili na mwili ambalo limekuwa hapo muda wote, lakini unajua, hatukuliona. Nia njema, hapo umenigusa. Gandura anaanza na wazo hilo anasema kitu ambacho kilinibadilisha mtazamo wangu papo hapo. Nitanukuu: kwa farasi kama mimi, uwekaji wa kichwa si kitendo cha pekee kamwe. Endelea. Shingo ni nyeti, ni kiunganishi na kipima hisia. Kipima hisia? Da, hilo neno ni zito, hebu tulifikirie hilo. Hii ina maana shingo yako haibebi kichwa chako tu, inabeba pia hisia zako Unapokuwa na stress kitu cha kwanza kinachokaza ni nini? Mm, mabega na shingo bila shaka. Ni kama mwili wako unajaribu kujificha ndani yake kabisa, ni mwitikio ule wa kupigana au kukimbia unaojidhirisha kimwili. Na Gandour analielewa hili kwa undani. Anasema kwamba kwake kichwa kilichobebwa vizuri hakianzi kwa kulazimisha shingo. Hapana, kinaanzia wapi? Kinaanzia kwenye mgongo ulio huru na sasa sikia hapa, mgongo ulio huru unaanzia kwenye nia njema. Hiyo ni dhana ya kimapinduzi kidogo kweli. Anachosema ni kwamba huwezi kulazimisha mkao mzuri, huwezi kusema sasa nitakaa wima na misuli yako ikakubali. Mkao mzuri ni matokeo ya hali ya ndani ya utulivu na uwazi, ni matokeo, si lengo lenyewe. Anatumia mlinganisho ambao sasa siwezi kuutoa kichwani, ule wa kofia ule ule Anasema mwanadamu hubeba kichwa chake kama mpanda farasi anavyobeba kofia yake. Ikiwa imewekwa vibaya, huteleza au inakera. Ni picha yenye nguvu sana. Sote tumewahi kuhisi hivyo, ile hisia ya usumbufu. Kichwa kinahisi kizito, kana kwamba kinataka kuanguka mbele. Unajaribu kukirudisha nyuma, lakini baada ya dakika tano kimerudi pale pale hasa. Na hisia hiyo ina msingi wa kisayansi. Kichwa cha binadamu unajua, kina uzito wa takriban kilo tano. Kilo tano. Ndiyo. Fikiria umebeba mpira wa bowling juu ya shingo yako siku zima. Sasa ikiwa mpira huo upo moja kwa moja juu ya uti wako wa mgongo, mifupa inahimili, lakini kwa kila sentimita moja ambayo kichwa chako kinasogea mbele ya mabega yako, kama tunavyofanya tukitazama simu... ngoja kidogo, unasema uzito wa kichwa unaongezeka Sio uzito halisi, bali nguvu ambayo misuli inahitaji kutumia ili kukizuia kisianguke. Aha. Inakuwa kama kubeba ule mpira wa bowling ukiwa umenyonosha mkono mbele badala ya kuushikilia karibu na mwili wako. Ghafla kilo tano zinahisika kama kilo 15. Da, hapo ndipo misuli ya juu ya mgongo na mabega, ile trapezius huanza kulia msaada. Ndiyo maana hoja ya Gandour kuhusu nia njema ni muhimu, muhimu sana. Suala siyo kujilazimisha kaa wima bali ni kutafuta ule utulivu unaoruhusu kichwa chako kirudi kwenye mhimili wake kiasili. Inanifanya nifikirie jinsi ninavyokaa sasa hivi. Nimeinama kwenye maikrofoni na hisi uzito huo sasa hivi, ni wazo linalokufanya ujirekebishe papo hapo. Sasa Gandour anatupeleka ndani zaidi kwenye eneo dogo sana la mwili lenye umuhimu mkubwa. Anazungumzia vertebra za juu kabisa za shingo C1 na C2. Atlas na axis hizo hizo, anasema eneo hili ni ukumbi wa, wa ukumbi wa ufahamu wa mwili. Hapo ndipo ufanisi wa ishara huzaliwa. Ukumbi wa ufahamu wa mwili! Nampenda farasi huyu, na ni kweli kabisa. Hivyo viungo viwili vidogo vinavyoshikilia fuvu lako lote ndivyo vinavyoruhusu mwendo wa ndio na hapana, sawa. Lakini Gandour anazingatia mwendo mmoja mdogo sana kitendo cha kutikisa kichwa kidogo sana, kama kusema ndiyo kwa upole mno. Mwendo mdogo kiasi gani? Mdogo sana, karibu hauonekani. Anauita pumzi ya kwanza ya shingo. Anasema si kitendo cha kuvutia, lakini ni cha msingi kuliko vyote. Sasa hapa ndipo ninapopata shaka kidogo. Unasema kitendo kidogo sana ambacho mtu mwingine hawezi hata kukiona ndicho cha msingi kuliko yote hapo ndipo siri ilipo. Hiyo inasikika kinyume na tunavyofikiria kuhusu mazoezi, ambapo tunataka kuhisi mchomo. Inawezekanaje? Fikiria hivi, shingo yako ina aina mbili za misuli. Kuna misuli mikubwa ya juu juu, ile unayoigusa kama trapezius kwenye mabega. Hawa ni kama watu wa mkono wa mwili, wanafanya kazi nzito, wanabeba mizigo, lakini wanachoka haraka na wanalalamika sana. Hawa ndio wanaosababisha maumivu. Nimeshawajua hawa hawa. Lakini chini yao, karibu sana na mifupa ya shingo, kuna kundi la misuli midogo ya ndani kabisa. Kitaalamu tunaziipa deep neck flexes, lakini usijali kuhusu jina. Fikiria tu kama ndio kiini cha shingo yako, sawa? Kiini cha shingo. Hawa si watu wa kujionyesha. Kazi yao ni moja tu: utulivu. Wanahakikisha kila vertebra iko mahali pake, ni wasimamizi watulivu. Aha. Sasa tatizo la maisha ya kisasa, kukaa vibaya, stress ni kwamba wale watu wa mkono wakubwa wanaanza kufanya kazi ya wasimamizi, kazi ambayo hawakuumba kuifanya. Na matokeo, wanakaza wanauma, na wanasahau kazi yao ya msingi, na wale wasimamizi wadogo wanalala usingizi, hasa wanasingia. Sasa ile pumzi ya kwanza ya shingo uh, hmm. kile kitendo kidogo cha kutikisa kichwa Ndiyo. Ndiyo njia kuamsha ni kama kubisha hodi kwa upole na kusema hey, ninarudi kazini. hmm. Kitendo hicho kidogo kinawasha misuli hiyo ya ndani, na wakati huo huo kinatuma ishara kwa wale watu wa mkono wakubwa na kusema asanteni, sasa mnaweza kupumzika. ni kama kuwasha upya mfumo mzima kabisa. Gandour anatoa mfano wake mwenyewe akitaja misuli ya brachiocephalicus kwa farasi ambayo anasema ikikaza inagandisha shingo nzima. Kanuni ni ile ile. shingo haiko peke yake kamwe, ni daraja. Ndio. ni daraja na kama daraja lolote likiwa na mkazo sehemu moja, linaathiri upande wa pili. Hilo lina mantiki sana na linanielekeza kwenye swali linalofuata sasa. Ukisha jua hiyo pumzi ya kwanza ya shingo, inabadilishaje mazoezi mengine? Kwa mfano, lile zoezi la kawaida la tumbo ah, hapo ndipo wengi wanakosea. Gandour anapendekeza mazoezi matatu ya pilates yaliyoboreshwa kwa hekma hii, ndiyo anaanza na msingi wenyewe. Zoezi la kwanza analoliita flexion cranio vertebral, ukunja fuvu na vertebra. Mm-hmm. ni ile ile pumzi ya kwanza ya shingo tuliyoizungumzia, lakini sasa kama zoezi rasmi. Sawa, hebu tulifafanue kwa ajili ya anayetusikiliza Unalala chali magoti yamekunjwa miguu mm -hmm. ipo sakafuni, kichwa kimepumzika vizuri. Unachofanya ni kufikiria unatikisa kichwa, ndio, kidogo sana. Kidevu kinasogea kidogo sana kuelekea kifuani, na unahisi nyumba ya shingo inarefuka. Ni lazima nisisitize, mwendo ni mdogo mno. Gandour anasema, na hapa na nukuu, ni johari ya usahihi, ishara inayotumwa kwa mfumo wa neva nipo nipo tayari, nipo katikati. Siyo kuhusu nguvu, ni kuhusu mawasiliano na mwili wako na hisia unayoitafuta hapa si mkazo. Ni hisia gani? ni hisia ya urefu na nafasi nyuma ya shingo. Ukihisi misuli ya mbele ya shingo inakaza sana, umefanya kwa nguvu mno. Pumua, tulia, na jaribu tena kwa nusu ya nguvu. Hii ndiyo hatua ya kwanza kabla ya zoezi lingine lolote unaiandaa shingo, unaiweka salama, na hilo linatuleta kwenye zoezi la pili, matayarisho ya misuli ya tumbo yaliyoboreshwa. Baada ya, ya kuandaa shingo, sasa uko tayari kuinua kifua. Gando anasema ni wimbi, ni mzunguko, si mkazo. Halafu anaongeza kitu cha kuchekesha. Kitu gani? natamani wapanda farasi wangu wangefanya zoezi hili kabla ya kila safari. Na anamaanisha kwa sababu zoezi hili likifanywa vizuri linafundisha jambo muhimu sana: jinsi ya kuunganisha nguvu ya kiini cha mwili na sehemu ya juu ya mwili bila kuitesha shingo. Kosa kubwa ni lipi? Kuanza mwendo kwa kuvuta kichwa, kutumia nguvu ya shingo. Hapa unaanza na pumzi. Unapovuta pumzi, unatikisa kichwa kidogo, ile pumzi ya kwanza ndiyo. Unapotoa pumzi Unafikiria mbavu zako za mbele zinateleza kuelekea kwenye nyonga zako. Hiyo ndiyo inakufanya unyanyuke. Kichwa na shingo vinabebwa tu, haviongozi. Kwa hiyo nguvu inatoka kwenye tumbo na mbavu, si shingo. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Inabadilisha zoezi zima. Na zoezi la tatu linatupeleka upande mwingine. Tunalala kifudifudi. Analiita mtindo wa chura ulioboreshwa. Hapa anasema jambo la kushangaza. Macho ndiyo yanayoongoza? Ndiyo, kwa sababu macho na shingo vina uhusiano wa karibu sana kupitia mfumo wa neva. Unapoanza ukiwa umelala kifudifudi, unaanza kwa kufikiria unateleza pua yako mbele kwenye sakafu, kisha macho yanatazama mbele kidogo, na mwili unafata. Mwili unafata, kifua kinaanza kuinuka, lakini lengo si kuinuka juu, lengo ni kurefuka Fikiria ncha ya kichwa chako inasogea upande mmoja na mfupa wako wa mwisho wa mgongo unasogea upande mwingine. Unakuwa mrefu zaidi. Hasa. Nukuu yake hapa ni ya kishairi sana. Anasema ni kuinuka kwa ndani si kujisukuma juu kama farasi anavyojinyoosha si ili yaonekane bali ili yapumue vizuri zaidi. Umaridadi wa ndani, nadhani hiyo ndiyo dhana kuu. Unajenga nguvu kutoka ndani kwenda nje. Huku ukifungua kifua na kurefusha uti wa mgongo, mabega yanashuka mbali na masikio na shingo inabaki ndefu na huru. Sawa, kutoka kwa hekima ya farasi hadi kwenye mazoezi ya vitendo, hii imekuwa safari nzuri. Lakini Gandour haishi hapo, anatoa ushauri maalum kwa walimu na wakufunzi, na nadhani hii inatuhusu sote. Hata kama humfundishi mtu, inahusu jinsi tunavyozungumza na miili yetu wenyewe. Ndiyo hoja yake kuu. Acha kulazimisha mkao, anza kuongoza ufahamu. Hili ni jambo muhimu sana. Lugha tunayotumia inaumba uhalisia wetu. Sisi walimu, mara nyingi, kwa nia njema, tunatumia amri kama ingiza kidevu au kawima kabisa, lakini maneno haya yanaweza kusababisha mkazo zaidi. Ingiza kidevu mara nyingi hufanya mtu akaze misuli ya mbele ya shingo na kukandamiza vertebra ni kweli kabisa, nimeona hivyo mara nyingi. Sasa Gandour anatoa njia mbadala. Badala ya kusema ingiza kidevu, anapendekeza useme acha shingo irefuke nyuma. Sikiliza tofauti iliyopo, moja ni amri, nyingine ni mwaliko. Na badala ya kawa wima, anashauri acha kichwa chako kielee juu ya uti wako wa mgongo. Ni kama kufikiria puto la helium limefungwa kwenye ncha ya kichwa chako, linakivuta juu kwa upole. Hili linaibua swali muhimu sana. Je, maneno tunayotumia kuboresha mkao yanaweza kuwa sehemu ya tatizo? Yaani, kwa kujaribu kurekebisha mkao, tunazuia ugunduzi. Ndiyo. Tunamnyima mtu fursa ya kuugundua na kuuhisi mwenyewe kutoka ndani. Ni kumuuliza mwanafunzi, unahisi nini hapo? Badala ya kumwambia, fanya hivi. Ni heshima kwa akili ya mwili. Tukielekea mwishoni, nadhani wazo kuu kutoka kwa farasi huyu mwenye hekima ni kwamba kichwa chetu si kiongozi mkuu, ni kama usukani wa meli. Mm, picha nzuri. Kazi yake si kuisukuma meli, bali kuiongoza kwa ushirikiano na sehemu nyingine zote: mbavu, mgongo, nyonga. Vinginevyo tunapambana na mawimbi. Nina nukuu yake ya mwisho hapa, inafupisha kila kitu. Anasema mwendo huanzia kwenye fikra, huboreshwa kwenye shingo na hudhihirishwa kwenye uti wa mgongo, ni ushairi wa uhai. Ushairi wa uhai. Maneno haya ni mazito na ya kweli, na yananifanya nifikirie jambo la mwisho la kukuachia wewe, unaotusikiliza sawa. Gandour anamalizia mahojiano yake kwa kauli ambayo imekaa nami tangu nilipoisoma. Anasema kutikisa kichwa si uti ni heshima kwa usawa hebu ni kuachie wazo hili wakati ujao utakapohisi shingo yako imekaza labda baada ya saa nyingi mbele ya kompyuta au baada ya siku yenye msongo ndiyo badala ya kujaribu kuinyosha kwa nguvu simama kwa muda tulia kisha jaribu kile kitendo kidogo ile pumzi ya kwanza ya shingo Fanya kile kitendo kidogo cha kutikisa kichwa, kana kwamba wanasema ndio kwa mweli wako. Swali langu kwako ni je, kitendo hicho kidogo cha heshima kwa usawa wako wa ndani kinaweza kubadilisha nini kwako kwa wakati huo?